Taifa letu na umma mzima kwa jumla kuendelea kubakia nyuma hayako nje ya mambo haya. Maana yake, ursil ilaykum hadhihi risalatin tajiba, ninaituma risala hii kwenu, risala hii nzuri

Isipokuwa watu hao slalayhimbllahu isipokuwa watakuwa pamoja maadui wao, ndumango wa Islamu. Sisi tunafahamu fika kwamba hakuna mtu yeyote na hakuna jamii yoyote na hakuna taifa lolote, isipokuwa lazima litakuwa na viongozi na viongozi ambao tena wamechaguliwa kupitia sisi wenyewe, wamechaguliwa kwa utashi wetu na wakaaminiwa kwamba watu hawa itakuwa ni sababu ya wao kubadilisha mfumo wa maisha ya watu wengine, lakini pia kubwa zaidi, wakachukua ahadi kwa kupitia dini zao kwamba watakuwa ni watenda haki watakuwa ni wapenda uadilifu watakuwa ni watu ambao watakao watumikia watu wengine wa -no na itakuwa ni sababu kupitia hao watu wengine kupata nafuu. Lakini mfumo wa maisha unaanza kubadilika baada ya viongozi hao kuchukua nafasi zao na kugeuka kusaliti kiwapo ambacho walikokula kwa mujimu wa dini zao. Rafla ndio wanaanza kuwa madhalimu. Rafla ndio wanaanza kupinga mabadiliko. Rafla ndio wanaanza kuwagana watu katika misingi ya utabaka. Rafla ndio wanaanza kuingiza chuki za kuwagana watu ili waweze kuwa tawala. Lakini mwisho wa siku, yanakuwepo zinakuwepo baadhi ya nadharia ambazo zinatoka nje ya jamii ambayo wanayoishi zinakuwa zinawapelekeshwa ki kiasi kwamba hata wale wanaoishi nao wanakuwa hawana thamani tena, yeah. hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezimungu subhanahu wataala, yusalithu alayhim maaduwahum, anawasalitisha na maadui zao, kwamba wale maadui zao ndio wanaonekana kwamba ni bora zaidi ya kuhudumiwa kushinda hawa ambao ni tabaka la chini.

maisha tuliyo nayo ni maisha ya tabu, maisha tuliyo nayo ni maisha ya dhiki, lakini ni waambieni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anawapenda maskini, anawapenda la mafakiri, lakini haupendi ufakiri wenyewe, kwa sababu ufakiri ambaye, ambayo inaenea katika jamii yetu na umaskini ambayo niwenea katika jamii yetu ni matokeo ya matendo yetu ambayo tunayoyafanya, ni matokeo ya kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezimungu subhanahu wa taala, ni matokeo ya kwenda kinyume na utaratibu wa maisha aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo maana sasa Mwenyezimungu anasema katika Qurani kwamba waman aarada an dhikri fainna lahu maishatan danka, kwamba yeyote ambaye atakayekwenda kinyume na maamrisho yangu mimi, maana yake mtu huyu ma ataishi katika dunia hii katika maisha ya tabu na shida. Kinyume chake nihii falsafa hilii, maana yake ni kwamba hakuna utakini na umaskini isipokuwa sisi wenyewe. Ndio sababu kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekwisha tuelekeza nyenzo za kutuondoa sisi katika umaskini. Maana yake sehemu ya kwanza, ili tuondoke katika umaskini na ufukara tulionao, tuhakikishe kwamba tunakwenda

Katika jamii hakudhihiri chafu kwa watu isipokuwa watu hao wataenea katika swala zima la vipo kwamba watu watakufa sana kutokana na machafu wanayoyafanya ndani ya, ya, ya jamii yao. Tena imekuja kani na kuifaatisha

sallallahu so alaihi wa sallam amekumia msamiati huu, maana yake ni msamiati unaokusanya jamii ya yana yote machafu na maasi yanayofanyika katika jamii ambayo tunayoishi, fi kuli zamani wa fi kuli makani, katika kila zama na katika kila maeneo. Sasa endapo unapodhihiri uchafu huu na wanawake na vifo vitakuwa ni vingi. Kwa hiyo, tunapata sababu kwamba baadhi ya vifo tunajitengeneza sisi wenyewe, ndiyo tunaokuwa ni sababu ya vifo hivyo. Sasa, kwa nini mwana Mtume Muhammad so, sallallahu alaihi wasallam ametumia msamiati huu? Ukirejea katika Qurani utaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wakati wa mazungumzia fadhila zinazopatikana kwa wale wanaofanya ibada ya sala akasema, inna salata tanha an lfahshai walmunkar, hakika sala inakataza kila jambo lilokuwa chafu. Tanha an lfahshai, inakataza kila aina ya jambo lilokuwa chafu nawalo wote waliokatazwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Maana yake sala inakataza kila aina ya maasi ndani ya mgongo wa ardhi hii. Lakini pia menetakosha Mwenyezimungu subhanahu wataala, ameitaja zima, na akataja kwamba hizino ni uchafu uliokuwa mkubwa, kwamba wala atakarabu zima fahishatan wa saa kabida, na wana msukudio zima, kwa sababu zima ni chafu, lakini pia ni njia iliyokuwa mbaya zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu zima inaleta ufakiri, kwa sababu zima inakuja kuharibu na samu ya mtoto ambayo uliondeka ndani ya tumbo lako, lakini zima inasababisha maradhi yanayoambukiza ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa kupoteza mamilioni ya watu ndani ya dunia hii. Lakini zina pia imekuwa ni sababu ya vitu ambavyo vinavyoshusha heshima ya kibinadamu ya binadamu ya utu wa mtu mwenyewe. Lakini zina inaleta chuki, zina inaleta hutba, zina inaleta mauaji.

kwa sababu gani? Fa innahu ya'muru bil fahsha, huyo shetani kazi yake ni kuamrisha watu kwenda kuyafanya mambo machafu. Ndiyo maana leo unaona kwamba mwanaume ana uwezo wa kutembea na mwanaume mwenzake, wala yubani wala hajali, lakini leo unaweza ukamuona baba mtu mzima anakwenda kuzuni na mtoto mdogo Ijapokuwa zima kote ni haramu, lakini haya ni machafu. Lakini leo unaweza ukaona mume anakwenda kumwingilia mke wake kinyume na maumbile yote, hii ni uchafu. Lakini si hivyo tu, unaweza kuona mwanamke anasagana na mwanamke mwenzake, yote ni uchafu ambayo umaanusa na nani uangisha na hiyo aio an sallallahu alaihi wa sallam ametumia msamiati huu kwa maana iliyokuwa kubwa zaidi, kutaka kufahamu kwamba jamii ya maafa yote ambayo yanayopelekea watu kufariki kwa wingi zaidi yanahesabika kwamba ni uchafu unaotokana na matendo yetu sisi wenyewe kana sisi wenyewe binadamu wako miongoni mwetu wanaungana na shetani kutoa sapoti na kuwalazimisha ya watu na wapate mambo hayo na wafanye mambo hayo, na kwenye jamii yetu yaonekane kuwa ni mambo ya kawaida ndo, wanamume kwa wanamume wanaingiliana wanaingiana wao kwa wao. Sayidna Ali alaihi salam anaambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ambao waliokuwa wanayafanya matendo hayo ya kauli, enyi watu wangu atafuna alfahishatn ma sabakum biha min ahadin min alalamin. Inakuwaje mnafanya uchafu ambayo hakuna zama zilizopita pamoja na maovu yao waliweza ya kuyafanya haya mfano wa haya ambayo mnayoyafanya nini? Alfahishatn yey, imeenea katika jamii